Siku kama hii hasa kwa sisi wanafunzi ambao taaluma yetu ni misitu ina muhimu mkubwa, hasa wakati huu ambao dunia sasa hivi inapambana na janga la kudhibiti hewa ya kaboni ambayo inazidi kusambaa kutokana na ukubwa na uongezeko wa viwanda katika nchi mbalimbali. Kwa hiyo hii siku ni muhimu, tunaweza kujifunza ni namna gani ya kuweza kupanda miti na michango ya miti katika jamii, lakini pia katika taifa kwa ujumla. Katika jamii tunaona inaweza kupunguza mmomonyoko wa udongo, lakini pia inaweza kuleta hewa safi, maanake kupunguza mchafuko wa hewa, lakini pia inaweza kuleta mvua, kwa sababu sasa hivi kumekuwa kuna mabadiliko mengi ya tabia nchi na mvua zinaweza kupungua. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, tunaweza kuleta mvua na pia kuweza kuwasaidia wakulima katika vilimo vyao vya, vya mazao mbalimbali inatusaidia katika kutunza mazingira yetu. Kwa mfano, tunapopanda miti tunaweza tukazuia jotoridi ambalo linakuwa linaongezeka hapa nchini, kutokea kwa mmomonyoko wa udongo, kwa sababu unapopanda miti ile mizizi inasaidia miti kuzuia ule udongo usimomonyoke. inatusaidia katika kukuza mazingira yetu pia tukiangalia pia miti inatusaidia kupata nishati mbalimbali kama vile mkaa. Pia miti vilevile inatusaidia katika kuzalisha makaratasi kwa njia mbalimbali. Ninawiwa kuwashirikisha, tujitoe tu sote kwa pamoja kwa ajili ya kazi hii tunapohitajika kwenda kupanda miti sehemu tuende kwa umoja wetu, lakini tutapohitajika kwa shughuli za uhifadhi hasa kutunza mazingira, tuweze kutunza jamii pia. Ninapenda tu kutoa wito na kualika waweze kuungana pamoja na wanafunzi na serikali kwa ujumla katika kuhakikisha mazingira na miti kwa ujumla tunaihifadhi. huwapa ushauri juu ya kupanda miti na kutunza mazingira, kwa sababu miti ina umuhimu mkubwa. Miti ni maisha. Mfano, leo tarehe ishirini na moja mwezi wa tatu ni siku ya miti ni siku duniani. Kwa hiyo tunapopanda hivi, hata kizazi kinachokuja kitakuwa na kumbukizi kwamba inatakiwa inavyofika tarehe ishirini na moja mwezi wa tatu tupande miti ili kusaidia kizazi kinavyokuja.